kwenda kuwa mtu ambaye wa na heshima e, zangu e, wa e, watu waniheshimu na waniamini na ndio maana leo hii nimeaminika mpaka naingia kwenye bunge. Ongera sana mzee wangu, Mungu atakujalia na tuko pamoja. Watu baba Levo tu akishakuwa cha chakishakuwa ja, niko na mzee wangu, lakini hapa ninaye dada yangu ambaye tumbo mmoja baba mmoja mama mmoja, yeye ndo wa kwanza, yeye anaitwa Leticia Chipando, yeye ni mtendaji wa mtaa kule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 I'm so happy. Naitwa Baba Pii, baba wake na Levo Clayton Revocatus Chipando, mbunge wa Jimbo la Kigoma Mjini. Thank you.